Tile code. Hizi ni namba ambazo zinakujulisha sifa mbalimbali za teli lako. Huenda unajiuliza maswali yafuatayo: ni kivipi unaweza kujua upana wa teli lako, spidi gani ambayo teli lako nataka kulinunua limelimitiwa, dameta ya teli lako ambayo nataka kununua, teli langu ni fake au ni original, gani ambayo teli lako limelimitiwa kupita na expire date ya teli lako.

Kwa hiyo hizi ni namba ambazo nakujulisha kwamba limu ambayo inastahili kuingia katika hili taili. Pia chakuzingatia katika hili ni kwamba hizi namba huwa zinapimwa katika kizio cha nchi. Kwa hiyo kuna zingine taili nakuta zina nchi kumi na tano, zingine kumi na sita, zingine nane, ni kulingana tuna construction ya taili lako au manufacture, au mtengenezaji ambavyo ukalenga au kakusudia kutengeneza mundo upyote. Mud and Snow <tune> Mud and snow. M stand for mud, S stand for snow. Huu ni uwezo wa tairi lako kupita au kutembea katika aina gani ya barabara, either mud or snow. Pano tairi hili lina uwezo wa kupita katika matope kama unavyoona, manake limetengenezwa na matirio au pati zake ambazo zimehusika katika kutengeneza tairi hilo, lina uwezo wa kuhimiri matope na nchi za wenzetu hasa uharaboni huko unakuta barafu zinadondoka kwa wingi sana, kwa zinajaa barabarani. Teli lako kama haliko familia na ile barabara, wala huwezi kutembea. Kama unavyoona gari hili lina slaidi na slaidi, sababu asijawa na uhimilifu wa kuweza kuendana na hali hii ya barafu ambayo iko barabarani mitanda. Kwa hiyo kulingana na hivyo, ukitaka kunua teli lako, lazima uangalie mimi napitisha gari katika sehemu gani na inabidi ninunue tairi la namna gani? Unaweza kukuta tairi lina, lina, snow ukachukua ukaenda kutembeza katika mat ambayo ni matope. Kwa hiyo hautofanikiwa na utabaki unaraumu kwamba kwa, kwa nini gari langu linakula mafuta, sababu umechanganya tairi kwa tairi. Itakuwa linakuwa lina, lina na resistance kubwa katika mzunguko wake, ambayo inapelekea mafuta mengi yanatumika katika kutengeneza mwendo ambao uko kamili with all the tairi weza kujua upana gani wa taili ambalo nalohitaji kuweka katika gari lako ili kuweza kutengeneza shepu nzuri, au shepu ambayo ambao unahitaji taili lako. Mara nyingi taili kama utahitaji pana au tunaita sport rim taili, hapa ndipo napoweza kujua upana gani wa taili ambalo unahitaji iwe kama wewe kuweza kuweka katika gari lako. Hizi namba ineza kujulisha kwamba ni upana kiasi gani wa tairi ambalo wanalihitaji, kama ni sporting au ni aina gani ya tairi ambalo unalohitaji, ili kutengeneza shape ambalo unalipenda like katika gari lako. Kuna watu wengi sana wanapenda sana tairi ambazo zina width ambayo ni pana kidogo. Wanapenda hilo sababu, width ya tairi ikiwa ni pana, ina increase comfort au comfortability ya driver au passengers. lesho hii ni lesho kati ya width and height ya tairi lako, upana au ulefu wa tairi lako. Hii inakujulisha ni aina gani ya tairi ambayo ambalo no unaihitaji uweke katika gari lako, je, sport rim au la? Katika hapo utaweza kuchagua tairi ambalo linakufaa no, au tairi ambalo linaweza kutengeneza shape fulani hivyo kuna watu ambao wanapendaga tairi ambazo hazichukui zaidi ya inchi tatu na nusu hadi kufikia limu, yani haiti yake kutokea kwenye barabara hadi kufikia limu, hawapendi zichukue zaidi ya inchi tatu na nusu. Kwa hiyo ni kutokana na resho hii, inaweza kusaidia kupata tairi ambalo liko katika muundo huo ambao tunahitaga sportline. Resho hii pia inaweza kusaidia kama utakuagiza tairi la design fulani, kwa hiyo unaandika tu kodi au unaandika resho gani ya aspect ilimupataata hilo kwa fasaha Radio Construction. ndio construction wakilishwa na herufi ala. Ala ni herufi ambayo inaomaanisha ni ladio construction. Pri hizi ni pli au belt au mikanda ambayo imeiweka katika tairi ambayo ikielekea katika uelekeo wa tairi linakuelekea. Ladio construction ni tairi ambalo ni nzuri kulingana na sababu zifuatazo. Ladio construction ina breaka trip ambazo hufanya muda wote tairi kukamata barabara, kwa hiyo ladio construction huwa ina more traction. Ladio construction huwa ina ukinzani mdogo sana kwa tairi lenyewe kuzunguka au have low rolling resistance, ambayo ni nzuri katika ulaji wa mafuta. Ina hii ya tairi huwa na more stability kama gari likiwa katika motion au likiwa katika mwendo, ndio imepelekea radial construction kuwa more popular katika katika maduka mengi duniani. Load index. Load index, Hizi ni namba ambazo zinaweza kujulisha kiasi kipi cha mzigo ambao tairi lako linastahimili. Mfano 96, 96 sawa sawa na 710 kg. Katika tairi lako kuna chati mbalimbali mbali ambazo zimetengenezwa na manufacture au watu ambao wanaojihusisha katika utengenezaji wa tairi. Hizo chati zimetoa maana halisi ya namba mbalimbali mbali ambazo wanaziweka katika tairi ili kuwakilisha au kumaanisha idadi gani ya kilogramu. Kama unavyoona, chati hii inaonyesha dhahiri load index ya namba mbalimbali. kwa hiyo unaweza kudownload wakajipatia load index ambazo zinakusaidia kugundua ni kiasi kipi cha mzigo ambao unahitajika uweke katika teli lako. speed rating Eti hii ni herufi ambayo inaweza kujurisha au kuwakilisha aina gani ya spidi ambayo teli lako hustahimili. Mfano w. W stand for au imesimama badala ya mita pahawa. Mfano w hii herufi imesimama badala ya 168 mita pahawa. Spidi ya gari yako. Hii ni chati ambayo unaweza kupata maana za herufi mbalimbali ambazo zinazotumika katika speed rating, ili kuweza kujua speed gani hasa ambayo iliyomaanishwa katika herufi hizi. Kuna herufi nyingi, kuna herufi nyingi sana. Kwa hiyo vizuri uweze kudownload chart na uweze kuwa nayo, ili kuweza kujua maana halisi ya chati hizo. The meaning of word, dot DOT. DOT stand for Department of Transport. Hii ni organization ambayo ina dili katika vifaa au vyombo vya moto ambavyo vinahusika katika kusafirisha mizigo au binadamu. Hii DOT ni moja kati ya indicator ambayo inaweza kukusaidia kujua kwamba teli lako ni original au fake. Kama mwanunua teli ambalo halina hizi herufi ambazo ni DOT, ambao ndio dot basi, kuna asilimia kubwa ya kujua kwamba teli lako hilo ni fake. I dot kwa Tanzania tunaweza kusema ni kama TBS katika bidhaa za vyakula na bidhaa ambazo binadamu wanaotumia, inahusika katika kuzingatia au kupima ubora wa bidhaa ambazo viwanda mbalimbali vimezalisha. Hiyo ukitaka kununua teli lako lazima uangalie kwanza, je, lina harama ya DOT au la. Hapa ndipo unapoweza kujua expire date ya teli lako. Kuna kipindi unakuta ununua teli lako halafu baada ya wiki mbili tu inaanza kupata pancha au linaanza kubanduka pelti au au tairi halitoi comfortability au tairi halitoi mneso ambao ni mzuri. Bas usijali, kuna namba ambazo common, ziko nne, ambazo mbili za kwanza zinamaanisha ni week of made, namba mbili za mwishoni zinawakilisha ni year of made. Tairi huwa ni common miaka minne huwa lina expire. Ili kuweza kujua expire date ya tairi lako utajumlisha Year of kwa nne ambayo ni miaka ya tari ku ikimaliza miaka minne, ambalo kila tairi duniani liko likoshrm linakuwa tayari linexpire. Kwa hiyo utajumlisha na nne hapo, tutapata ni ishirinnanne manake ni 2024 2 sh 4, ambapo tairi hili lina kwenye week wiki ni ya 21, ambalo tairi lako limetengenezewa. Kwa hiyo mwaka wa 2024 week wiki ya 21, Ndipo tairi lako litakuwa limeexpire. Kwa hiyo unawezaji kupata mwezi ambao tairi hii limeexpire, utachukua 21 utagawia kwa nne, ili uweze kujua ni idadi ipi ya miezi ambayo tairi lako lina expire. Kwa hiyo utakuja kuona ni takribani miezi mitano. Kwa hiyo elfu mbili ishirini na nne mwezi wa tano, tairi hili linakuwa tayari limeexpire lina kwa kupitia hivyo, unaweza kujua kwamba mwaka upi mwezi upi ambao tairi langu lina expire.